Mikoa mbalimbali nchini China inaunganisha huduma za afya na elimu ya awali, jambo linalosaidia kukuza maendeleo ya kimwili na kihisia ya watoto wachanga na wale wadogo kwa kuwapatia huduma za kibinafsi, na hatua hii pia ni sehemu ya juhudi za serikali za kusaidia maendeleo ya watu kwa ubora wa juu. Kama mmojawapo wa miji ya majaribio ya mwanzo katika utoaji wa huduma za malezi ya watoto wachanga, jiji la Meishan lililoko katika mkoa wa Sichuan kusini magharibi mwa China limeanzisha taasisi tano za umma za malezi, ambazo zinaunganisha huduma za afya na elimu ya awali. Kwa mfano, taasisi ya malezi ya manispaa ya Meshan ambayo ina uwezo wa kuhudumia watoto mia moja arobaini inachanganya huduma za matibabu na elimu ili kutoa huduma kamili ya siku nusu siku na hata kwa saa kwa watoto wenye umri wa hadi miaka mitatu. We provide comprehensive care for children age zero to three covering their feeding daily routines and overall growth and development. If any health issues or illnesses arise while they are at the nursery our partnered hospitals will offer fast track access to treatment. Katika jiji la Shenyang, mji mkuu wa mkoa wa Liaoning ulioko kaskazini mashariki mwa China, watoto wachanga zaidi ya kumi wenye umri wa mwaka mmoja hadi mitatu wanashiriki katika mazoezi ya uunganishaji wa hisia yanayoongozwa na waalimu wa elimu ya awali katika kituo cha malezi. Shughuli hizi zimeundwa kuboresha uratibu wa mwili wa watoto na maendeleo yao ya kihisia.